Habari na, na karibu tena katika Jitu Media tukuelezee kilichojiri mpaka sasa kuhusiana na mzozo kati ya Iran na Israeli kama mwendelezo wa kile tulichokujulisha jana. Aa, siku ya leo mchana wote Israeli ilikuwa ikiishambulia Iran kwa makombola yake na ndege ya, ya kivita F35 ambayo asili yake ni Marekani, huku Marekani ikionyesha kuwa dhahiri haihusiki kabisa na mashambulizi anayoyafanya Israeli mchana um, wote ulihusisha milipuzi katika, uh, katika kambi za kijeshi za Iran uh, viwanda vya makombora e, kiwanda cha kuchakata mafuta pamoja na sehemu pamoja na, na, na, na, na hifadhi za makombora ambayo yalitumika kuilipua Israeli siku ya la jana. Lakini mchana wote Iran ilionekana kuwa kimya na utishio lilivyozidi kuwa kali Uh, baadhi ya vyanzo vilionyesha kuwa baadhi ya viongozi na familia zao walisafirishwa kutoka Iran na ndege za abiria kutokea pale uwanja wa kimataifa wa Tehran. Uh, usiku imekuwa tofauti kidogo, ambapo Israeli baada ya kuishambulia Iran, baada ya kuwaidi waitateka anga lote la Iran Israeli Uh, baada ya kufika pale ni kama imekutana na surprises, jambo ambalo hatukulitegemea uh, kwa wengi kutokana na mashambulizi yaliyokuwa yanaendelea pale mchana. Uh, Iran ni kama vile amelipokea shambulizi na kuonekana kuzuia makombola katika miji yake mbalimbali huku ikiwemo Tehran, uh, Tbilisi, uh, Pushkal na sehemu nyingine za Iran. Uh, hii imeleta mtafaruku mkubwa sana, imepelekea mpaka rais wa Marekani kutoa tamko kuwa ma, ma, ma, ma, mashambulizi haya yakiendelea itabidi aingilie vita hiyo uso kwa uso uh, yani mpaka sasa inavyoonekana kuwa anatoa msaada wa siri, hajauweka hadharani bado kuhusiana na vita hii hivyo tunategemea mambo mengi sana huku Wahuti pia wakiwaomba Waislamu duniani kote kuunga mkono vita hii wakiwa upande wa Iran. Aa, kwa ajili ya, ya usawa na haki za watu wanaoteseka kule Gaza. E, lakini pia mpaka sasa Israeli inaendelea kushambuliwa na Iran kwa makombora yake ya balistiki ya masafa marefu ambapo Israeli inajaribu kujilinda ndani ya mji wa Telavivu huku ikiwaweka raia wake ndani ya bomb shelter zile shelter za kuhifadhi raia kwa ajili ya mabomu, wasije wakapata madhara yoyote. Lakini pia baadhi ya droni zimeonekana zimeangushwa uh, katika mji wa Irani zoni ambazo zilikuja zililetwa na, na, na Israeli katika mashambulizi ya hivi usiku. Cha ajabu na cha kushangaza ni kwamba mchana mzima Israeli imetoa ripoti kuwa hakuna mfumo wote wa ulinzi wa anga ndani ya nchi ya Irani. Je, usiku huu imezuia vipi haya mashambulizi ya Israeli? Je, kuna siri gani katika mfumo wa ulinzi wa anga la Iran ndani ya Teherani, mji wake mkuu? E, tunaendelea kushangazwa sana na hizi hatua ambazo Irani inazidi kutushangaza kwa sababu hatukutegemea mashambulizi haya kutokea kwa ukubwa kiasi hicho. E, tunaendelea kushuhudia mvua ya mabomu ikiwa inanyesha ndani ya Tel Aviv, jambo ambalo tulijua Israeli imemzoofisha moja kwa moja Irani, lakini cha ajabu Irani anaonekana kuwa na nguvu mpya kabisa katika hii operesheni yake ya ahadi ya kweli namba tatu huku, yani Israeli ikiwa na operation ya allies lion e, jambo ambalo linaweza kuleta mgogoro mkubwa kabisa na kupelekea vita ya tatu ya dunia. Hivyo tuendelee kuweka ukaribu masikio wetu kwa ajili ya kujua taarifa zaidi, na pia unaweza kutuambia hapo kwenye comment kuhusiana na hili linalotokea. E, tuambie hapo kwenye comment ni nini mwisho wa vita hii ambayo ni mzozo kati ya Irani na Israel. Je, ni nani ataibuka e, kumshinda mwenzake, au ni nini muwafaka wa yote? Uh, ulikuwa na mimi Junior Valentine, na hii ni Jitu Media, thank you.